Wazalendo, shusha tanga. Asanteni. Safari. Safari. Ndugu mwenyekiti wa chama, ndugu naibu, ndugu naibu mwenyekiti wa chama chetu, viongozi meza kuu, itifaki na izingatia, ndugu wanachama wenzangu, viongozi wa mkoa, majimbo, matawi, mawakala, wapenzi. Assalamu alaykum. <laughs> Naitwa Hidaya Yusufu Ali. Uh, <laughs> nilikuwa mgombea wa kiti cha ubunge jimbo la Chwaka. Asanteni. Uh, kwa ufupi nipo hapa kutoa ushuhuda ambao tumeshuhudia katika huo uchaguzi uliopita siku za karibuni lakini kwa kweli aliyoyasema Mheshimiwa Hamis Malik ni hayo hayo kwa mkoa mzima, na nadhani kwa mikoa yote, na nadhani ni mpango wa Zanzibar nzima, ilikuwa kwa sababu ni hayo hayo ukienda. Mawakala wetu huku anatupigia simu, mie nishatolewa. Una uko ndijani, unaitwa Charawe, mie nishatolewa. Upo Charawe Kongoroni, unapigiwa simu, mie nishatolewa Tulikuwa kwa kweli tunakwenda mbio, jasho linatutoka, tutaabani roho zetu, ukifika hawana la kusema, hawana sababu, hawana lolote la kujibu, mradi ni uhuni tu, waliokuwa wenyewe wame, wali, wali wameupanga na walikuwa wameutekeleza wame huo mpango wao sasa. Lakini katika mimi sitakuwa na stori refu, kwa sababu mheshimiwa Hamis ashaelezea mambo mengi ambayo yanafanana ya lakini kwa ufupi kidogo nitaelezea pale Chwaka. Tunafika tushazunguka sana, washatuhangaisha, tushazunguka, mara tunaitwa huku mara huku, tukafikia pale mwisho jimboni Chwaka. Kufika pale ndio pana umati wa mawakala, wote wapo pale na kuhesabu kura tayari, mheshimiwa. Nilichokifanya nikauliza, pana nini? Wakanijibu, mawakala sote tumetolewa nje. ehe Unatizamana mimi, mimi na mgombea wangu wa uwakilishi Ramadzani Hassan na mgombea wangu wa udiwani tunafanya nini? Nikawambia twendeni, tuende nikamwambia twendeni, yani tupo pale jimboni, tuende kwenye kituo cha kupiga kura skulu ya Chwaka, nikawambia twendeni tukaangalie. Tulivyofika tukaingia kufika, wapo peke yao wanaendelea na mambo yao. Sisi tukaingia mawakala wote hawapo. Kuna chumba kimoja tu, nimekonfuzi sijui kilikuwa namba ngapi kile. Kuna jamaa anaitwa Yusuf ndo aliobakia peke yake. Huyo Yusuf sijui ilitokea nini aka peke yake, lakini ni kama shuhuda tu wamekaa huko. Yu, yuko huku mimi nachungulia ndo namuona watu CCM, CCM, CCM. Ye yeah, yuko huku huoni, haoni mimi nimetizama hivi nikamtizama akanitizama akanifanyia hivi nikamfanyia hivi nikatoka zangu nikaenda chumba chengine. Kwenda chumba chengine kufika, nikamwambia mimi mgombea. Kwa hiyo hiyo ananijibu. Kwa hiyo nikamwambia nataka kuhesabu kura, niingie kwenye kuhesabu kura zangu nizione. Akaniambia sikuruhusu. Hapa huruhusiwi. Siruhusiwi eh. Nikamwambia kwa sheria gani ehe? Akaniambia ah, mimi sikuruhusu kwa sababu mchakato wote ulikuwa hupo, kwa hiyo endeleeni hey, anaambia wale na maofisa wake endeleni endeleni, achanani naye huyo. Nikatoka nikaenda room namba five, nikaenda room namba five, nikaingia wale wakakubali, waka nikawambia mimi mgombea. Kwa hiyo nikawambia nataka nihesabu kura. Karibu, lakini sasa kwa vile walivyokuwa wamekaa wamejipanga hivi duara, wote huna pa kukaa, kwa vyovote itabidi ukae pembeni uangalie huko wana, wana, wana wenyewe wanazipanga. Nikamwambia, mnahesabu au mnafanya nini? Akanambia, sasa tunazipanga tu kwanza. Ah, mimi nikatulia hivi, kama mnazipanga, haya. Mwisho naona wanaandika hesabu, nikamwambia, mnahesabu vipi wakati mmenambia mna, mna, mnazipanga hizi? Akanambia, ah kwani wewe unataka vipi? Nataka tuzihesabu kwa sababu mmesema mnazipanga. Kama unataka zihesabiwe, haya. Mwenyezi Mungu alinipa nguvu, na Mwenyezi Mungu siku ile alikuwa CCM anawapaza. Siku ile walikuwa CCM wanapazwa. Kwa hiyo walikuwa hawana hila, lazima Mwenyezi Mungu alitutoa kule tuliko twende tukaone vile vituko vyao. Mwenyezi Mungu alinipa nguvu katika lile duara lao kubwa alolifanya, palikuwa pamebakia sehemu wazi, wameka masanduku yao yale, nikayanyanyua nikayaweka upande, nikakaa pale katikati, kura hizi hapa, mie hapa nimekaa kitako. Pio ananiangalia na wale watu wake wananiangalia, Pio akatoa amri hesabu.